Hawa watu sio wazuri na kwa mujibu wa Humphrey Polepole aliweza kuelezea vizuri ile jambo. Kwamba hawa watu walikuwepo tangu kipindi cha Mwalimu Nyerere. Hm? Na waliweza kujaribu kutaka kujaribu kurubuni uchaguzi wa mwaka 1995. Wanataka waingie wa, wa wao kwenye uchaguzi. Unaweza mkaona sasa namna hawa watu walikuwepo na watu hatari. Hm? Hawa watu hawakubaliki na tusikubali kama taifa. Tusikubali kuwaruhusu wao kwa sababu hawa wow, watu wakiendelea kuwepo wakiendelea kushika hizi nyazi, tusitegemee kupata maendeleo, tusitegemee kabisa. Na tuambie ni ukweli wa Tanzania, na ukweli siku zote tukiambiana ukweli, ukweli unaponya taifa. Kwa hiyo kila mtu akikaa kimya kuogopa, sijui haitosaidia, tutazidi kurudi nyuma. Hata mfanye kazi vipi, my friend, nitaletewa makodi ya ajabu, nitaletewa hiki, nitaletewa hiki, hata faida yenyewe kwenye biashara yako utaiona. hmm? Na ndivyo kinachoendelea hata sasa hivi, mnajionea wenyewe. Kwa hiyo hawa watu sisi hawa mtandao, so sio watu wazuri, sio watu wazuri kabisa, wadhibitiwe. Wanaliujumu taifa kabisa kabisa, wanalijumu taifa. Hawa watu wachukuliwe hatua kali, hatua kali, wadhibitiwe kabisa, hmm. Na muda mwingine wanajaribu kutafuta zile sehemu ambazo zina nguvu zina nguvu. Mfano kama jeshi letu, jeshi letu still bado lipo imara sana lipo imara sana sana, lipo imara sana, na wao wenyewe wanaona hii ni sehemu pekee ambayo wanaweza wakaficha wakajifichia, au wakapita pita huko, kurahisisha mambo yao, mfano wa mambo ya uchaguzi hmm. Wanajua kwamba wakitumia jeshi wanaweza waka, waka, waka, wakapitisha mambo yao, na hili swala sio zuri, na mimi ningependa nimshauri afanye sidi, awe makini sana hao watu, awe makini sana watu, hapo sipokuwa makini nao tutali poteza hili taifa. Watanzania hawatokuwa na sehemu nyingine ya kulilia. Sehemu pekee iliyobaki sasa hivi ni kwenye jeshi, jeshi ndio ambao iko strong mpaka muda huu. Hizo sehemu nyingine sio mahakama, polisi, eh? tayari watanzania hawaziamini na huo ndio ukweli, tusifiche mambo hapa.